Lengo lake ni moja, katika shughuli za kazi za kawaida. Kazi swala la ziara halina lazima lipangwe, ni utekelezaji wa majukumu ya kila siku ambayo niliyopangiwa kwa mujibu wa sheria pamoja na taratibu. Kwa hivyo hapa nimeingia leo, kwengine nitaingia kesho, na kwengine nitaingia kesho kutwa, ili kuhakikisha kwamba tunakwenda vyema kwa mujibu wa sheria pamoja na taratibu zilizowekwa katika nchi yetu. Lengo la ziara yetu ya leo hapa kwanza ni kutizama mazingira yalivyo ya soko letu la Mwanakwerekwe pamoja na kujua zile changamoto ambazo zinoifesi soko letu hili na kuweza kuzitafutia suluhisho. Ina maana wafanyabiashara wana yao, waendeshaji wa soko wana yao, pamoja na wasimamizi wana yao. Sasa yote haya yanahitaji kwamba kutatuliwa kwa wakati ili jamii yetu iweze kwenda vizuri na hatimaye kupata tija na faida kama ambavyo malengo ya kujengwa masoko haya yalivyokusudiwa na mheshimiwa rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Maagizo la kwanza ni suala la usafi. La kwanza soko linahitaji usafi na kuweza kusimamiwa vizuri. La pili, wafanyabiashara ni lazima wapangwe katika maeneo yao, sio kukaa katika sehemu zilizokuwa siyo sahihi lakini la tatu, katika maeneo yote hatarishi wafanyabiashara wanaondoka na kukaa katika maeneo yaliyokuwa salama. Maelezo yanaanza kutekelezwa leo, pengine kesho. Mimi napita tayari eh? Kesho mimi nafanya nini? Napita sokoni. Kwa hivyo wale ambao tulioapa yale maagizo waweze kuyatekeleza haraka iwezekanavyo. Kesho nikija, ina maana huyo mtu amedharau na hakutaka utekelezaji mzuri wa yale maagizo ambayo tulioyatoa. Lengo sio a kutaabisha wananchi, la hasha wala wafanyabiashara ni kupanga utaratibu mzuri wa kupatikana bidhaa pamoja na huduma bora ndani ya soko. Mtu yoyote ambaye atakayekiuka maagizo ambayo, ataka ambayo yaliyotolewa atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria pamoja na taratibu zilizo si. Chengine haonewi mtu wala hapendelewi mtu. Hicho ndicho ambacho kilicho wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali wote wa eneo la soko la Mwanakwerekwe na maeneo mengine. Rais wetu anajitoa, sisi tuungane naye pamoja katika kuhakikisha kwamba tunayatunza na tunaendeleza miundo mbinu hii ambayo aliyotuwekea ili aweze kudumu na kuleta faida kwa vizazi hadi vizazi, kama ambavyo malengo aliyoyakusudia yeye mwenyewe. Tushirikiane katika kuhakikisha kwamba Mwanakwerekwe inafikika, Mwanakwerekwe inapendeza na kila mmoja anaona ni sehemu salama ya kufanyia biashara na kupata huduma.